NK Taasisi ya Mtakatifu Felista wanaotoa huduma ya elimu katika eneo lililopo Parokia Mtakatifu Vincent Kibamba wao wanawasilisha mbele ya askofu mkuu shilingi laki mbili na wataja wale ambao hawakuweza kufika hapa mbele, lakini wametuma mawasilisho yao. St Joseph Millennium Secondary School Goba mwaka jana waliwasilisha shilingi milioni kumi na mbili. Mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano wanawasilisha mbele ya baba askofu mkuu shilingi milioni kumi na tatu. Na wengine mnaokuja sasa, naomba msimame mbele ya baba askofu mkuu tuna

St. Joseph Millennium Secondary School Goba, ambao nimeshawataja, St. Joseph Millennium Primary School, St. Joseph Millennium Primary School Mafia, St. Joseph Cathedral High School na kuna wengine e. Basi mtajitaja, kuna majina ya watu mmoja mmoja au watu binafsi, kuna mashirika ya watawa e, Canossian Daughters of Charity

A Mary Mother of Savior Prayer and Primary School, masista wa Malkia wa Mitume, basi na wengine kama sijawataja, mjongee mbele tuanze kuwasilisha. mpad sisi, mapadre wa shirika la mtakatifu Francisco Caracciolo, clerics regular minor. Tuna tunamshukuru Mungu na tunamsheka mkono mwashafu sana Askofu wetu mkuu kwa shilingi fedha taslim, shilingi za Kitanzania laki mbili keshi. Baba, naomba upokee Mwashambaba askofu mkuu, sisi kama taasisi za shule ya Kristu Mfalme tunawasilisha michango yetu ya mwaka huu kiasi cha shilingi milioni kumi na laki tatu. Kwa sasa naomba nikuwasilishe fomu yetu ya shilingi milioni tano na nyingine milioni tano tatu badai, na laki tatu tutaziwasilisha hapa uwanjani baadaye. Asante, nawasilisha mwasham sana Baba Askofu Mkuu. Shirika letu la Mtakatifu Tresia wa mtoto Yesu, jimbo Katoliki la Bukoba, tunatoa huduma ya herimu afya katekesi katika eneo lilip, lililopo parokia ya Ukonga. Mwaka jana 2024 20 tulichangia kiasi cha shilingi laki tano mwaka huu ishirini ishirini na tano, tunamshukuru Mungu tumeweza kuchangia shilingi laki tano tena kwa kukushika mkono katika juhudi zako za kulitegemeza jimbo letu. Tayari tumeweka fedha yote katika akaunti ya jimbo iliyopo benki ya Mkombozi kwa niaba ya Sista Esther Bwana ambaye ni mshauri wa shirika na mkuu wa nyumba Ukonga Convent. Pia shirika letu la Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, taasisi yetu ya Saint Teresa of Lisieux Primary and Pre and Primary School, tunatoa huduma ya elimu ya awali na msingi katika eneo lililopo parokia ya mtakatifu Agustino, Ukonga. Mwaka jana hatukuchangia. Mwaka huu ishirini ishirini na tano, tunamshukuru Mungu tumeweza kuchangia shilingi laki tano kwa kukushika mkono katika juhudi zako za kulitegemeza jimbo letu. Tayari tumeweka fedha yote katika akaunti ya jimbo iliyopo benki ya Mkombozi. Wako katika Kristo, kwa niaba ya mkuu wa shule Sister Jacqueline Nekesa. Mhasham Baba Askofu Mkuu, taasisi yetu ya Kadino Rugambwa inatoa huduma ya afya katika eneo lililopo parokia ya Ukonga. Mwaka jana 2024, tulichangia kiasi cha shilingi milioni tano, na mwaka huu 2025, tunamshukuru Mungu tumeweza kuchangia kiasi cha shilingi milioni kumi kwa kukushika mkono katika shughuli zako za kulitegemeza jimbo letu. Tayari fedha yote imewekwa katika akaunti ya jimbo iliyoko Mkombozi. Wako katika Kristo, Sista Maria Sara Deogratius, mhudumu wa hospitali. Asante. Mwashamu sana baba askofu mkuu, shirika letu la Pasada tunatoa huduma ya tiba na matunzo katika eneo lililoko parokia ya Changombe. Mwaka jana hatukuweza kuchangia, mwaka huu tumeweza kuchangia milioni mia mbili, na pesa tayari zimeshawekwa katika akaunti ya jimbo iliyoko benki ya Mkombozi. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji Getrude Barnabas, nampano ya kukabidhi Sisi masisa wa huduma Mtakatifu Vincenti wa Paulo Mbinga tunatoa huduma ya afya katika kituo cha afya cha Mtakatifu Yohani kilichopo katika parokia ya Mtakatifu Yohani Maria Mzee, Tegeta a tunatoa mchango wetu shilingi 150,000 tu. Mwasham sana Baba Askofu mkuu. Mwaka huu watoto wako wa shirika la Sisters of St Mary of Onamir natoa huduma ya elimu katika parokia ya mgeni nani, mwaka huu tumeweza kupata kiasi cha shilingi milioni moja. Naomba kwa unyenyekevu ni kukabidhi pesa hiyo imeshafika kwenye benki ya Mkombozi. Mhasham sana Baba Askofu Mkuu, shirika letu la Mama wa Kamel, CMC tunatoa huduma ya elimu. Mwaka jana tulichangia shilingi milioni tatu na mwaka huu tunachangia shilingi milioni tatu. Tayari tumeweka fedha yote katika akaunti ya jimbo iliyoko benki ya Mkombozi. Wako katika Kristo, Sister Lucy CMC, mama mkuu wa kanda. Naomba kuwakilisha. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, shirika la Mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa, tunaotoa huduma ya elimu katika parokia ya Mtakatifu Alamano Kibada. Mwaka jana tuliweza kuchangia milioni moja, na mwaka huu tumeweza kuchangia kiasi cha milioni moja. Mimi mwasilishaji Sister Eleonora Kimati, mwalimu mkuu shamu sana, Baba askofu mkuu, masista wapendwa la huruma wa Mtakatifu Vincenti wa Paulo wa parokia ya Mtakatifu Vincenti wa Paulo Vikindu, taasisi ya huduma ya afya. Tuna mwaka jana tulichangia kiasi cha shilingi milioni moja na mwaka huu tumechangia shilingi milioni moja na laki mbili wapo katika Kristo, sista Maria Kitiku, msimamizi wa kituo. Mwashamu sana baba askofu mkuu, sisi ma sister or Sisters for Christian Community, mwaka jana tulikushika mkono kwa kiasi cha shilingi laki mbili. Mwaka huu tunakushika mkono kwa kiasi cha shilingi laki mbili na thelathini elfu. Hela hii tumeshaiweka kwenye akaunti ya jimbo ya Mkombozi. Naomba kuwasilisha mwasha wetu Baba Askofu, sisi masista wa Company of Mary Our Lady taasisi letu Lestonac Pre and Primary School iliakishisha mwaka jana kwa kuchelewa, lakini laki tano na huu mwaka pia tuna tulitoa laki tano Basi tunawasilisha mwashambaba askofu mkuu kwa niaba ya taasisi ya fedha ya upendo Catholic Group SACOS, ambayo inahudumu hapa jimboni kwako. Tunayo furaha pia kuchangia mwaka huu kiasi cha shilingi milioni moja na nusu, mwaka jana tulikabidhi milioni moja. Asante. Mwasham Baba Askofu Mkuu, kwa niaba ya jumuiya ya masista Wabenediktini tunaoishi mloga nzira, wagonjwa wanaotibiwa pale, tumeona kama jumuiya tukuunge mkono kwa kutoa laki moja. Sista Maria Benedikta Melo OSB, kwa niaba ya wenzangu Mwashamu Baba Askofu Mkuu, kwa niaba ya masista maskini wa Bikira Maria tunaofanya utume wa malezi parokia ya Jamaika, mwaka jana tukuwepo, tunachangia shilingi laki moja. Kwa niaba ya mama mlezi, ni mimi Sister Paulina. Mwashamu sana baba askofu mkuu, mimi Sister Aline Simplice mudugu mwakilishi wa mkuu wa shirika ya Militante of Blessed Virgin Mary. Mwaka jana 2024 tulichangia kiasi cha shilingi laki moja mwaka huu 2025 tunachangia kiasi laki moja na elfu hamsini kwa kushika mkono. Asante muhasham sana baba askofu mkuu, shirika la masista wa fransiskani wa utawala wa yesu Kristu, kituo cha afya St. Clara mwaka jana tuliwakilisha shilingi laki moja na elfu hamsini. Mwaka huu tumewakilisha laki mbili 2 katika benki ya Mkombozi. Naomba kuwakilisha baba askofu. Sisi masister wa congregation of mary Immaculate sisters Kurasini, mwaka jana tulichangia shilingi laki moja. Mwaka huu tunakuunga mkono kwa shilingi laki tatu. Naomba kuwasilisha fedha ya taslimu mwasha, baba askofu. Masista wa upendo la huruma mtakatifu Vincent wa Paulo, Vikindu, mwaka jana tulifanikiwa kukuchangia. Mwaka huu tumechangia kiasi cha laki tatu na nusu, na fedha hii tumesha kabidhi benki ya jimbo. Asante. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, shule ya St. Joseph Cathedral tunachangia shilingi milioni kumi. Naomba kuwasilisha. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, sisi tunafanya utume wetu katika zahanati ya Msimbazi. Mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne tulichangia shilingi laki moja. Mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano namshukuru Mungu, tumeweza kuchangia shilingi laki mbili kwa kukushika mkono katika juhudi zako za kutegemeza jimbo letu. Tayari tumeweka fedha katika akaunti ya jimbo iliyopo benki ya Mkombozi. Mimi Sista Udilia Mwasham, Baba Askofu Mkuu, kwa niaba ya shule ya Santi Clara Magole inayotoa huduma katika parokia mtakatifu Clara Magole. Mwaka jana hatukuweza kuchangia, kwa sababu ndio tulikuwa tumeweza kutoa huduma. Mwaka huu tumekushika mkono kwa kuchangia shilingi laki moja. Asanteni. Naomba niwataje kwa namna ya pekee hapa kwa ajili ya kuwasilisha mbele ya baba askofu mkuu, vyama vya kitume, moyo mtakatifu wa Yesu, ukwakata, wazee na wastaafu, wagane na wajane, wawata na uwaka jimbo, naomba mlete mawasilisho. wale watu binafsi walio na zile fomu ambazo wanazo hapa au kama ziliwasilishwa parokiani, basi paroko na watu binafsi mlio na hizo fomu, tutaomba mje mziwasilishe moja kwa moja kwa Baba Askofu Mkuu, na tutaendelea na adhimisho la Misa.